ila kad ursila ilahi kala kad sa ilahi fafutiha na fa idha ana bi idrisa fa idha huwa kad undu yashtia lhusni farahababi wadaali bikhairi. fa idha huwa kad undu yashtia lhusni farahababi wadaali bikhairi. Niletewa buraku naye ni mnyama mweupe mkubwa kuliko punda na ni mdogo kuliko nyumbu anaweka kwato zake pale anapoona nilimpanda akanipeleka mpaka Baitul Maqdis al-Qudus, nami nikamfunga katika kikuku alichokuwa akitumia manabii kufunga mnyama. Kisha nikapandishwa hadi mbingu ya dunia ya kwanza. Jiburili akataka ruhusa ya kufunguliwa. Akaulizwa, wewe nani? Akajibu, Jibril. Akaulizwa, uko na nani? Akasema, Muhammad. Akaulizwa, je, ameshapewa utume? Akasema, ndiyo tayari ameshapewa Tulifunguliwa na hapo nikakutana na Adam ambaye alinikongoea au alinikaribisha na kuniombea heri. Kisha nikapandishwa hadi mbingu ya pili. Jiburil akataka ruhusa ya kufunguliwa. Akaulizwa, "Wewe nani?" Akasema, "Jiburil." Akaulizwa, "Uko na nani?" Akajibu, "Muhammad." Akaulizwa, yeah, "Je, ameshapewa utume?" Akasema, "Ndio, tayari ameshapewa." Tulifunguliwa na hapo tukakutana na watoto wawili, wa mama mdogo na mama mkubwa, Halati. Yahya na Isa waliniamkia na kuniombea kheri. Kisha nikapandishwa hadi mbingu ya tatu. Jibril akataka ruhusa ya kufunguliwa. Akaulizwa, "Wewe nani?" Akajibu, "Jibril." Akaulizwa, "Huko na nani?" Akasema, "Muhammad." Akaulizwa, ye ameshapewa utume?" Akajibu, "Ndiyo tayari ameshapewa." Tulifunguliwa na hapo nikakutana na Yusuf ambaye amepewa nusu ya uzuri, naye aliniamkia na kuniombea kheri. Kisha nikapandishwa hadi mingu ya dunia nne. Jiburili akataka ruhusa ya kufunguliwa, akaulizwa wewe nani? Akajibu Jibrili. Akaulizwa uko na nani? Akasema Muhammad. Akaulizwa yeah, je, ameshapewa utume? Akajibu ndiyo, tayari ameshapewa. Tulifunguliwa nika, na hapa nikakutana na Idris, naye aliniamkia na kuniombea khair. Kisha Mtume Muhamadi sallallahu alaihi wasallam akasema Allahu taala amesema